Karibu Tuzo Online. Mnyama na wasii hapa KMC kwa ajili ya mazoezi. Ni kuelekea mchezo dhidi ya Mbeya City ambao utachezwa hapo kesho mchezo wa CRB Federation Cup. Baada ya kutinga nusu fainali ya cup Confederation Cup ee, sasa wanaenda kwenye mchezo mwingine wa robo finali dhidi ya Mbeya City ambao pia ee, kama watafanikiwa kushinda hapo kesho, basi wataenda kwenye hatua ya nusu fainali. Kikosi cha Simba sehemu ya benchi la ufundi wakiwa ndio wa kwanza wasili hapa na mnyama anaingia kwa ajili ya kufanya mazoezi kuelekea mchezo wa hapo kesho. Kibu Dennis, Mkandaji Edwin Barua Ali Salim, Hussein Abel mchezaji pia, vijana Moris Abraham, nyota wa timu ya taifa ya Tanzania inda ambaye alicheza na kina Kevin John. Afcon ile iliyofanyika Tanzania, Moris Abraham alikwemo, yupo kwenye kikosi cha Simba akifanya mazoezi. Naelezo kwamba pengine anaweza kasajiliwa mwishoni mwa msimu. Aish Manula huyo hapo, ndiye Hanzu Ayub Black Lady

David Kameta, maandalizi ya vifaa kwa ajili ya mazoezi baada ya uh, kuwasili hapa

Toka tumemaliza mchezo wetu uliopita, maandalizi yalianza siku hiyo hiyo ya kujiandaa na mchezo huu. Kwa hiyo kila mchezaji ana hari kubwa ya kucheza, kupata nafasi katika siku ya kesho, na kila mchezaji Yuko, yuko, yuko, yuko sawa kuweza kupambana katika siku ya kesho, kuweza kuipatia matokeo timu ya Simba. mnakwenda kukutana na Mbeya City Mbeya, yeah. City ambao wanaonekana wameimarika kwelikweli, yeah. hasa wakimondosha mpinzani ambaye kwenye michuano iliyopita alifika mpaka hatua ya fainali, yeah. mmejipanga Me, kwa hilo mbele ya Mbeya City ya yeah, kwanza, ni kweli Mbeya City ni timu ambayo imefanya vizuri na inafanya vizuri kwenye First Division na wamefanikiwa kuitoa timu ngumu azamu kwa hiyo tunajua kwamba mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa kuweza kupata matokeo. Uh, mnacheza na timu ambayo inatoka daraja tofauti na yeah. Langina, manda, huwa, yeah. tofauti, na kidogo mwalimu maandalizi kwa tofauti, sababu mnatoka kwenye kucheza timu ambayo iko daraja daraja ya chini. Ah ndio timu kuwa daraja la pili, so so, so so so so shida, lakini unaangalia Mbeya City wanakaribia wachezaji wao wengi wa, wamecheza wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa ligi kuu na wengi wazoefu katika ligi ya Tanzania kwa hiyo usitarajie mechi inaweza kuwa rahisi, au kwamba kwa kuwa ni Mbeya City tunacheza na Simba, basi sisi Simba tun tu hatujajiandaa kwa kuwa tunacheza na Mbeya City. Hapana, ngine ya mtoano, mna kopi kile mlichokifanya kwenye michuano ile yakafu nakileta huku ama kuna namna nyingine, ama ujumbe wa mwalimu pia ukoje? Kwanza mwalimu yeye e, ana mechi ndogo wala mechi kubwa yeye. Ana, ana, ana, e, kwenye maongezi yake au kwenye maongezi yake na wachezaji anakuambia kabisa kwamba mimi kila mechi kwangu ni fainali. Kwa hiyo haijalishi mechi hii nacheza na timu fulani na, na timu fulani, yeye e, kila mechi anataka usiriasi uleule. Maagizo anayokupa ufanye vile vile kama unafanya klabu bingwa au kwenye ligi ni kile kile, kwa hakuna utofauti mkubwa, zaidi zaidi utofauti ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kufanya vizuri Simba oh, kwanza, ni wachezaji na wengi, kwa hiyo nadhani kama mtu atakuwa anajisikia uchovu au hata kuwa sawa, mwalimu anaweza akafanya mabadiliko ya kumpanga mchezaji mwingine, na ambaye anaweza akacheza vizuri. Ya, yeah, kwa hiyo tunashukuru kwa hongera. Nafikiri ile ilishakwisha kabisa, sasa hivi focus yetu sisi ni NBC kama tulivyoingia mechi ambayo ni mbele tu niambia. Ya, yeah, tusha Mbeya vijana, ile ilishakwisha, ilishakwisha. ni mechi nyingine ya mtoano kwa sababu ni robo finali kwenda semi finali. Vile vile ni mechi ya mtoano, kwa hiyo kwa sisi tunachukulia kama finali mechi. Na tunasema kama finali kwa sababu ukipoteza umetoka, Hatuwezi, hatuwezi kutegemea kitu kama cha kitokee, kwa hiyo tumefocus, tumechukulia serious kubwa sana mechi ya kesho. Tunaenda kucheza kama final, kuhakikisha tunaingia kwenye hatua ya nusu final. Tunacheza na timu inayotoka championship na bahati nzuri tayari mmepata test ya timu inayotoka championship. Pengine mpango mkakati ukoje kwa Mbeya City kesho? Ya, mpango ni mzuri, mpango ni mzuri ukiangalia hata njia yao Mbeya City wa waliofika hapa hawakubahatisha, wamepita katika njia ngumu, wamemtoa wamemtoa Azam hadi kufika kwetu hapa, kwa hiyo inaonekana ni timu ambayo ni ngumu Sio timu rahisi, kwa hiyo unaweza kusema tunakutana na timu ngumu katika mashindano ya kesho. Kwa hiyo tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao, tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Nafikiri hatuna msaji ambaye tutapumzisha. Msaji ambaye atakayekuwa katika kiwango kizuri katika mazoezi ya siku mbili hizi ndio atakayecheza katika mechi ya kesho. Hatuna mpango wa kumpumzisha msaji wowote kesho, tunashusha muziki wote kutokana na game ambayo tunaenda kucheza afanya mazoezi kashafanya recovering, nafikiri kila mchezaji ana ya programu yake, alitoka kwenye nani kwenye injury muda kacheza, kwa hiyo alikuwa na programu yake maalum. Kwa hiyo wachezaji wote wako vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho.